Naibu waziri maendeleo ya jamii, Jinsia, wanawake na makundi maalum, mhandisi Maryprisca Mahundi ametembelea kituo cha Tumaini la Wazee kilichopo kata ya majengo jijini Mbeya kwa lengo la kuwapa tabasamu na kuwatia moyo wazee hao kwa kutoa zawadi mbalimbali. Akizungumza na wazee hao wa Tumaini jipya zaidi ya hamsini, mhandisi Maryprisca Mahundi amesema serikali imeweka mikakati mizuri kwa ajili ya kuwasaidia wazee hususani katika huduma za afya. Unapofika hospitalini tunaendelea kuasisitiza wahudumu wa hospitali wa pale, maafisa ustawi wa jamii wapo wa pale. Mzee akitokea anapewa nafasi, we ukifika tu vijana wote kwanza pembeni, unahudumiwa wewe, lakini vilevile vile pawe na dirisha maalumu la wazee. Wazee kama alivyosema mzee Sanga, mnatofautiana uzee wenu na hali zenu. Anakuja pale mzee mwenzio yuko hoi kuliko wewe, si unampisha? kwa hiyo tunaendelea kuheshimu hilo na kuona kwamba kila mzee anaendelea kutunzwa vizuri na sisi kwa umoja wetu. Mbona hapa mmeletwa na watu wenye nguvu, si ndio? Jamani, nimeona wamama pale, mbona wenyewe wazee wako hapa? Maanake nini? Wanaendelea kuwajali watoto mlio wazaa kwenye matumbo yenu wamekufa, lakini watoto wa wenzenu pia ni watoto wenu. Si tunasema mtoto wa mwenzio ni mtoto wako? Tunavyoongea na wazazi kwamba mtoto wa mwenzio ni mtoto wako, umwangalie, akifanya mabaya umkanye, si ndio? hivyo hivyo, mtoto wa mwenzio ni mtoto wako. Umeisha nguvu, anaweza akakusaidia, si ndio? Jamani, mimi leo nimetumwa hapa na Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais ameagiza kwa Dorothy Gwajima, Gwajima akanipa mzigo kupelekea wazee. Kwani jamani, Samia Suluhu Hassan mlimzaa? Gwajima mlimzaa? Maryprisca mlimzaa? Lakini si tumekuja kuwatia moyo, tumekuja kuwapa tabasamu la mwaka mpya. Naomba mjipe moyo hamna kukubali kuchakaa, hamna kukubali udhaifu, hamna kukubali lolote sana sana, tujikabidhi zaidi kwa Mwenyezi Mungu. Mna muda wa kutosha, mnakuwa mmeketi kwa sababu hamwezi kufanya kazi za nguvu. Tumieni muda huo kumrudia Mungu, msali, mjikabidhi, yote yanawezekana. Kwa upande wake, afisa ustawi wa jamii mkoa wa Mbeya Salum Manyendi amesema serikali imedhamiria kuanza kutoa huduma za afya kwa wazee kwa kuwafuata majumbani ili kuwaondolea kadhia ya kutembea umbali mrefu kufuata huduma za afya lakini jambo moja kwenye afya sasa, tumeamua tuanze kuwa tunawafuata wazee kule kwenye maeneo yao. Tujipongeze jamani. Watu, tumegundua kwamba wazee wengi wanashindwa kufika hospitali za wilaya na hospitali za mkoa kwa sababu hawana access ya kufika huko, na huduma nyingi zinatolewa kwenye ngazi ya kijiji, mitaa. Kwa hiyo sasa tutaunda timu ambazo zitakuwa zina tunafanya mobile zinakuja zinawafuata wazee kuhakikisha kwamba wanapata matibabu. Mwenyekiti wa Tumaini la Wazee Moses Sanga mbali na kushukuru kupokea msaada huo hakusita kubainisha changamoto zinazowakabili wazee ikiwemo kushindwa kutibiwa kutokana na kukosa fedha. Sisi kama ofisi tunasema tunamshukuru sana waziri kuweza kufika katika hii ofisi yetu. Tuna changamoto kubwa sana hususan za wazee Tuna makundi matatu muhimu. Kundi la kwanza niko kama mimi, mimi na uwezo wa kuweza kumudu milo mitatu na nikavaa vizuri na nikasomesha. Tuna kundi la pili ambalo hapa halijafika na huwa wanafika kila wakati kuweza kupima hapa na kupata afya zao na masuala mengine, lakini kundi hili la tatu mheshimiwa e, mgeni rasmi, ndio kama hawa ambao unawaona hapa. Hawa ni wahitaji maalumu ambao wanaishi majumbani wao wakilala wakiamuka, wakiona mwanga wanamshukuru Mungu. Masuala ya chakula na nini, ukweli hawayajui. Kutoka mkoani Mbeya, Jacqueline Mwangama, Clouds Habari.